kuna message imeingia hapo hivyo, message. Alikuwa message amesema ametumia mwa pesa, amesema amenitumia mwa pesa. Sasa konifamu kidogo angalau leo twende tukule mwanyama kidogo. Mujuku eh, yangu unatembea sana haupatikani <laughs>

Babu, zero, zero. Uh, una, uh, pesa zero zero tena, nimesema mama no, na, na ametumama pesa kitoko, hakuna nani pesa. Uh, uh, sasa sa, sa, tutafanyaje? Mchuku wangu wewe ujue tu una pesa sasa. Sina pesa, nimesema mama ametumama pesa